Hello, mambo vipi, karibuni tena leo kwenye YouTube chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni usahau kusubscribe hapo chini, usahau kushare, usahau kulike video zangu. Mungu awabariki sana wale mlo share na kulike video zangu, nawapenda sana. Leo nitakwenda kuwafundisha kitu cha kufanya usiku kabla ya kulala, ili kuzuia chunusi, vile vile kuondoa madoa usiku, wakati unaenda kulala. Vitu unachotakiwa kukifanya unatakiwa na ka kidonge ka vitamini E kama aka aka vitamini E. Wengi wamekuwa wakiniuza vitamini A, sio vitamini A, ni utu vitamini E. Hata kama ukiwa nayo ile ya kwenye chupa ni sawa, lakini mimi nilipata hivi vidonge ndio ninavyotumia hivi vya vitamini E. Kitu kingine unachotakiwa kuwa nacho unatakiwa kuwa na asali kama hii, mimi natumia hii yangu ya asili, ndio unakuwa unapaka usoni kwako unaenda kulala. Kama una ngozi kavu, tumia tu asali na hiki kidonge cha vitamini E, lakini kama vilevile vile una chunusi unataka uondoe na chunusi usoni, tumia na limao. Hii juisi ya limao unachanganya, ili kuzuia yale mafuta usoni. Kwa hiyo mchanganyiko wetu unatakiwa kuwa hivi. Nachukua kaka ka kidonge ketu ka vitamini E. tunaweka humo Lafu tunachukua asali kidogo tu, maana ni ya kupaka wakati wa usiku na utakiwa kupaka nyingi sana. Tunachukua tu nusu kijiko kama hii, tunaweka kwenye bakuli letu hivi kidogo tu. Utakiwa kuwa na mamichanganyiko mengi maana ni unapaka usiku, afu unaenda kulala. So yakiwa mengi yanaweza ya kachafua tu shuka ko nakuwa tu na tu mchanganyiko kidogo. Kwa hiyo nimeambia, kama utakuwa na chunusi na unataka ziondoke, vile vile unatakiwa utumie na hiki kipande cha limao. Unachukua tu juisi ya limao kidogo tu inatosha. Baada hapo, unachanganya sasa huo mchanganyiko wako, afu unapaka, unaenda kulala. Nakwambia chunusi zitatoka paka, utahisi he, ni mimi, ukishika uso wako unaupenda na mabaka yanatoka usoni. Naona mchanganyiko wetu ulivyokuwa unakuwa mzuri, yaani unakuwa tu kama umepaka mafuta yako ukaenda kulala. Kama hivi kwao tu, ndio mchanganyiko wetu tu, jinsi tunaonekana tutakavyokuwa tunaonekana. Unatupaka tu usoni kwako kabla ya kwenda kulala, kama unavyopaka tu mafuta. Unaweza ukaweka hivi alafu kafanya hivi zeni, ukapaka hivi, yani kama unapaka tu mafuta, sinaona hivi napaka, yani kama tu umepaka mafuta, napaka paka huku huku, unapaka zeni ukiamka asubuhi, kama utakuwa na chunusi, ukiamka asubuhi unakamua juisi yako ya limau, unapaka usoni, unaacha kidogo, ndio unaosha uso wako. Lakini kama hauna chunusi, ukishaamka asubuhi, unanawa tu na sabuni yako, vivyo hivyo. Nitakuja kuwafundisha sabuni ya kutumia usoni, unatengeneza sabuni yako ambayo una hakika, sabuni yangu hii nikitumia haintoi chunusi. So uendelea tu kufuatilia video zangu, utapata mengi kwao. Unaacha uso wako hivyo zenu, unaenda kulala halafu kesho yake nimesema una chunusi, kama una chunusi tumia limao kusafisha uso lakini kama huna chunusi nawa tu kwa maji yako ya uvuguvugu au ya baridi ni sawa kwa video nyingine nyingi usahau kulike kushare kusubscribe kwenye chaneli yangu Bye.